Namtazamaji kutoka kwenye kuta za mahakama, tuangazie ya biashara ambapo shirika la reli nchini limetangaza huduma za ziada za treni kwenye reli ya Standard Gage ili kupunguza shinikizo kutokana na msongamano wa usafiri wakati huwa msimu wa sikukuu. Safari zaidi zimepangwa kwenye njia muhimu wakati ambapo maelfu ya wasafiri wanaelekea mashambani kwa ajili ya likizo. Huyu hapa Trevangendo Ngendo na kina cha taarifa hiyo. Huku usafiri katika msimu wa sikukuu ukizidi kushika kasi, shirika la reli nchini limeongeza huduma kwenye reli ya Standard Gauge ili kushughulikia idadi inayoongezeka ya abiria. Akizungumza katika kituo cha reli ya kisasa cha Nairobi Terminus Syokimau so, mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli nchini Philip Mainga alisema uamuzi wa kuongeza huduma za treni za abiria ulitokana na mahitaji makubwa ya usafiri yanayoshuhudiwa hivi sasa huku maelfu ya Wakenya wakisafiri kusheherekea msimu huu wa, wa, wa sikukuu. Katika njia ya Nairobi kwenda Mombasa, huduma za treni za abiria za kila siku zimeongezwa kutoka tatu hadi nne katika kila upande. Wale wanaosafiri kati ya Nairobi na Kisumu au Nairobi na Nanyuki watakuwa na huduma mbili za treni kila siku.

Shirika la Reli nchini pia linatafuta huduma za zaidi na mipango ya kuongeza idadi ya mabehewa ya kifahari mwaka ujao kutokana na mahitaji makubwa ya usafiri. Trevor Ngendo, Darubini.